Bismillah Rahmani Rahim. Uh, leo mwana graphics tutaenda kupiga vitu vizito vizito kwa kutumia e, kitu tunakita ni Pixel Lab. Sasa ndugu yangu, kwenye Pixel Lab moja kwa moja tujifunze kwamba kuna vitu maalumu ambavyo ukitaka wewe uwe competent yani uive kwenye Pixel Lab lazima uviguse na uwe unavifahamu. Cha kwanza kabisa ni text tool hii hapa hii teksti bwana, unatakiwa uziive namna ya kuzitumia, namna ya kubandika maneno mbalimbali, kwa sababu tayari fonti umesha install kwenye Pixel Lab yako. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kuiva namna ya kupangilia maneno yako. Usiyapangilie maneno vibaya vibaya. Mtu unakuta ameandika meseji yake nzuri kabisa, lakini maneno ameyapangilia hovyohovyo. Hii haipendezi. Wewe kama mtu wa kutengeneza maudhui. Mfano hapa haya maneno yetu tumesha yatengeneza vizuri. Hapa mtu unakuta kwenye bango yake maneno makubwa kama hivi, hayajakaa vizuri, hayajapendeza. Kwa hiyo natuka kujifunze jinsi ya kutengeneza maneno, halafu maneno hayawezi yakazidiwa size na logo. Unakuta mtu ameinstall logo kwenye eh, kitu tunakiita ni pixel lab. Baada ya kuwa ameinstall logo yake, ngoja tuchukue mfano hapa chukue tu mfano, mfano hii ndo logo yetu ambao tumeinstall hii, tumeiweka hapa, unakuta ji logo ni kubwa kuliko maudhui. Je, mtu anakuja kutazama logo au anakuja kutazama maudhui? Eh, kwa hiyo logo inatakiwa iwe na size ndogo sana kuliko text. Jua kuchezea text, vile vile jua kupangilia text, jinsi tools zake zinavyokaa. Ukitazama text za tools, ziko nyingi mpaka huko mwisho Tambua kila tool inafanya kazi gani. Mfano hii hapa mwanzo ni style, hii ni sehemu ya kuedit, inafahamika ku delete, sio ku copy, hizo zinafahamika. Watu wengi wanakwama kwenye kuchagua size ya text pamoja na aina ya font. Kutumia fonti ambayo ipo sokoni kwa hivi sasa ni fonti ambazo hazina hivi vijalama vimikia. Kwenye A subini kuonesha hapa fonti ambazo ziko sokoni ni hizi umeziona hivi v e, vyake havina mikia. Hizi ndio fonti ambazo ziko kwenye soko. Jua kucheza na na soko e, usijiendeendee tu kwenye kutengeneza tunaita ni e, maudhui kwa kutumia hizi text. Kwa hiyo jiendae kuwa vizuri kwenye text. usitumie text kimazoea. Text jua kuzipanga kwamba sasa hivi nipange hapa kushoto chini, jitapendeza itaonekanaje Eh, unatakuwa ujue namna ya kuchezea, vile vile kuweka sijui shadow, kuweka stroke, hebu jua kucheza napo. Hii shadow nikiweka hivi, mfano labda kuna eneo la nyuma, labda ni giza eh, mfano tuweke shape huku nyuma ni giza, tuweke shape nyuma ni giza, mfano kama hii tuache tu, tu hivi hivyo, rangi rangi iwe iwe ni ni nyeupe. Ukitazama hapa text haionekani vizuri. Sasa mtu kwenye matumizi ya rangi, unakuta anatafuta rangi ambayo imepauka. Bora hata hiyo imeng'aa mi tutafute rangi ambayo mtu anatumia rangi hii kweli jamani, eh? Hebu tazama, yani rangi haijang'aa kabisa kwenye kwenye text. Angalia jinsi ambavyo text color imeenda imeendana vipi kung'aa kutoka kwenye black ground color. Mfano kama hii nikiona haijang'aa, mathalan natumia labda rangi nyeupe, nimeamua nitumie rangi nyeupe. Ukijua namna ya kutumia shadow itakusaidia wewe kung'alisha kazi yako ukijua namna ya kutumia stroke, utaona jinsi ninavyoongeza mng'ao kwenye kazi yako. Hebu kuwa mbunifu, kuwa mbunifu. Mfano jinsi nilivyoweka tu hivi tayari ishapendeza, yaani tayari ishapendeza, nimetumia tu shadow na stroke. Bas kazi imependeza. Sasa hebu kuwa makini sana kwenye matumizi ya maneno mbalimbali mbali, Fonti, fonti, size color style kama vile bold ku italic, kuyalaza vile vile, tambua namna ya kutumia shadow, kutumia stroke, kutumia stroke background na hizi spacing. Hebu e, zitazame spacing, utaziona kuna line, kuna spacing na kuna hivi. Mathalan unakuta fonti nyingine ukishaitumia maneno yake yanakuwa yamejifinya sana, labda hivi. Sasa hapa mtu hawezi akaona vizuri, kuona atakuwa uyaongeze na nili spesi zile ili mtu aweze kusoma kwa vizuri. Mtu anakuwa anatengeneza bila kulichunguza hilo swala, kwa hiyo tukulichunguze kwenye spacing. Vile vile kwenye fonti management, hakikisha unapakua fonti ambazo ni nzuri kwa ajili ya kutumia kwenye nini, kwenye Pixel Lab yako. mfano mi fonti zangu utaziona hapa. Kwa hiyo mimi nakuwa na umiliki mkubwa wa fonti, ukitazama kazi nyingi zinahitajia ubunifu wa fonti Sio una fonti tu moja unayoitumia au unatumia fonti hizi hizi. Sio fonti za kutumia wewe kama unaamua kuiva kwenye nini, kwenye graphics. Mfano hapa fonti ambayo utaiona ni nzuri, labda hii hapa ya kwanza, na nyingine labda ambayo utanishawishi ni hii hapa, Bugalo, inaitwa Bugalo Lejula, angalau inaweza ikashawishi. Lakini hakikisha unatafuta fonti nyingi za kutosha, unazi install kwa ajili ya kufanyia kazi zako. Tumia fonti pia za Kiarabu eh? Kiarabu unazo kwenye kwenye PixelLab yako, install fonti za Kiarabu, zitakusaidia kufanya e, kazi zako. Vile vile, import tool, namna ya kuimport namna ya kuimport lazima uzifahamu. Kuna njia mbili za kuimport, kuna kuimport background na kuna kuimport layer. Kuimport layer tunafahamu, tunatumia eneo hili hapa la katikati ambalo ni sehemu ya kuimport, umeona na ukitazama kwenye E, kwenye, kwenye importing nyingine inapatikana hapa juu. Utaona hapa kwenye nukta tatu utaiona kuna sehemu imeandikwa e, import hapa hivi. Sasa hii ukiimport kupitia hapa hapa utakuwa umeimport background. Utakuwa uja import nini? Utakuwa uja import layer kama layer. Vile vilevile unaweza kutumia eneo hili hapa chini. Ukiingia hapa utakuta sehemu ya image hapa, hii ni sehemu ya kuupload background. Kama unataka kuupload background unaweza ukatumia eneo hili hapa. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana wakati unafanya importing. Je, una importi background au una importi eh, ambacho tunakita ni, ni layer? Kwa hiyo unatakiwa uwe makini katika eneo hilo ili usiharibu kazi zako. Vile vile hapo kwenye import lazima uangalie kuwa picha zinaweza kuwa ni iconi, logo au background, kwa hiyo vitu vyote hapo natuka u makini navyo. Kama una import background, ifa background ifahamike gani ambayo una import. Mfano haiwezekani ukatumia huku juu kuimport nini, kuimport logo mfano. Ngoja tujaribu hapa kuimport logo yoyote hapa, nzuri nzuri, tujaribu kuimport logo labda ya ndoa ni tamu hii hapa. Sasa hii background nikiimport, utaona huku nyuma jinsi ilivyokuwa hapo ujaimpoti sasa logo, unaweza ukafanyaje? Hiyo ni ni background, kwa hiyo utakuwa hujafanya lolote. Kwa hiyo unatakuwa utambue, je, nachoenda kuimpoti ni logo ni background au naenda kuimpoti ni, ni ni icon? Kwa hiyo unatakuwa uwe makini hapo. Kitu kingine ambacho unatakuwa uive kwenye utumiaji wa draw tool. Draw tool hii ya kucholea hii unatakuwa uive nayo ujue kuichezea nataka ufanya mazoezi sana kwenye kuichezea hii eh, draw. Mfano labda mimi nataka nichole eh, mshale mwekundu kwao, nitachora mshale mwekundu kwa staili hii, maona jinsi ulivyokaa. Unaweza kailezi kwa kutumia hapa ukifuta, eh, utaona ukiongeza saizi inafuta, ukipunguza inafuta kidogo sana, utaona sehemu ambazo inakatakata. Ukiongeza saizi inafuta sana. Smoothness namna ya kufanya kufuta kwa smoothness ni wewe sasa utaamua hapo. Kwa hiyo kuna dash line, kuna ui na, na kadhalika. Radius ule uduala wa ile e, laser tool yako au ile ambayo tunaita ni nini, ni ni brush tool inakuwa na radius kiasi gani? Kwa hiyo mfano unaweza kutumia dash line, tuona hapa, tukichagua mfano tutumie hii ambayo ni rangi ya zambarau utaona mfano nikitumia dash d line eh, dash d line. Umeona kwamba naamua ni chole kwa dash d line, utaona jinsi ambavyo inakaa na hii inapendeza sana. Mfano unaweza ukaamua kutengeneza maudhui alafu pembeni ukaja ukayapiga dash d line mfano hivi, si kwamba lazima yawe exactly kwamba ni kitu ambacho umekitengeneza vizuri, la hasha Unaweza kutengeneza kitu chako cha kawaida, alafu kapiga dash line ikawa imependeza vile vile. Unatakuwa ufahamu kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana, ni shape tool. Ala, shape tool ni shape tool, hii ni tool ambayo ni muhimu sana. Hii shapes hii hii, unatakuwa ujue namna ya kutumia haya maumbo na yapo mengi hapa, utayaona hayo maumbo, jinsi ya kuyatumia. Kwa lazima ujue kuyachonga maumbo sana kwa kutumia visaidizi kama vile ambao tunaita ni mask tool, au unaweza kachonga tool, shape tool kwa kutumia bezier. Bezier nadhani nilielekeza kidogo kwa hiyo unaweza kachonga umbo lolote kwa kutumia bezier tool. Mathalan, uh, hapa ni kwenye bezier tool. Kwa hiyo mimi naweza nikachonga umbo langu lolote hapa eh, kwa kutumia bezier tool. Kwa hiyo ukiwa unajua kuichezea bezier tool itakusaidia sana sana sana. Mfano kama umbo langu hili labda nimechonga kichwa labda hiki kichwa hapa, alafu kisha nitakibadilishia rangi humu ndani. Kwa hiyo hii stroke nitaizima, lakini humu ndani nitapiga rangi. Kwa hiyo utaona kama hapa nimetengeneza shape yangu kwa kutumia bezier tool. Nadhani hii inafahamika. Kwa hiyo kama unatengeneza logo, unatengeneza nini, unaweza ukachonga kwa kutumia bezier ya tool, kama unaamua kuchonga logo kama inavyofanya Illustrator. Hapa inafanya kazi kama inavyofanya Illustrator. kikubwa ku, kikubwa kabisa ni kuwa na uvumilivu katika muda na kadhalika, kwa sababu tunatumia eh, software ya simu. Uh, hiyo ni eneo jingine ambalo ni la muhimu sana. Je, eneo jingine ni kutumia sticker. Sticker. Kwa hiyo mfano labda umeshaweza kuimporti vitu vyako, unataka uongezee stickers ziko hapa, unaweza kutumia stika. Mfano hii stika ni hii stika, sijui ni ya nini, sijui ya brand au nini, sijajua. Stika nyingine utaona ni stika za nini hizi, hizi ni stika pia hizi. Kwa hiyo ni wewe utaamua utumie stika gani. Kwa hiyo hizi stika zinatumika sana sana sana sana sana, tusiziache kwenye matumizi yetu. Kwa hiyo kama umeamua kutumia stika, zipo zinapatikana hapa nyingi kabisa na unaweza ukazitumia kwa jinsi ambavyo wewe unapenda. Kuna zingine a, zipo a, mtandaoni zinauzwa za ukatumia ambazo zinauzwa ukazipakua alafu kisha ukaziingiza kwa mfumo ambao tunaita ni mfumo wa import image. Mfano, labda hapa nimejitengenezea kinanili changu hapa, kilogo changu hapa kizuri kizuri kwa hiyo nikiandika jina langu hapa litapendeza kweli eh. Mathalan nikaandika Abuu Hayfaa. Abuu Hayfaa, kwa hiyo utaona jinsi ambavyo inapendeza hapa, utaweka kala, kwa hiyo uwezekani utumie rangi ambayo imepauka pauka vibaya. Alafu watu wengi wanajisahau kwenye rangi, rangi bwana, tunatumia sana rangi ambayo inashawishi mwonekano vile vile, rangi ya teksti au kitu kinachokuja juu, hasa kizingatie background la rangi gani. Mfano hiyo shape yangu hapo nyuma ingekuwa na rangi ambayo ni rangi ya rangi labda nyeusi, hii ya Abuu Hayfaa ningeweka nyeusi, ngoona jinsi ambavyo inapendeza. Mfano nikienda kwenye rea zangu hapa, nikigusa ile rangi nye... shape ya nyuma alafu kisha nikaibadilishia rangi nikawekea rangi nyeusi, kisha haya maneno ya mbele nikayawekea rangi e, hata nyekundu, utaona jinsi ambavyo inakaa vizuri tu, umeona? Au vile vile naweza nikaweka nyeusi pia, kwa hiyo utaona jinsi ambavyo inapendeza. Ngoja ni undo nirudishe rangi zile zile, kwa hiyo utaona jinsi ambavyo inakaa kwa kupendeza. Ni simple logo design, tunaelewana? Kwa hiyo logo ambayo ni simple lakini na inafahamika na kinakusudiwa nini? Hapo utakuwa tayari umeshaweza kukiona. Labda nataka nifungue group yangu ya WhatsApp niite jina langu, kwa nini nimejitengenezea kilogo changu kama hiki, nitakitumia kwenye kwenye group langu. Sehemu nyingine ambayo tunatakiwa tujifunze tuikae vizuri ni kwenye color and gradient tool. Nilielekeza eh, namna ya kutumia color and gradient tool. Mfano ah, nimeweka shape yangu hii, ukiscroll chini hapa utaona kuna sehemu ya color na kuna gradient. Kwenye kala ni rangi moja, yani automatic rangi moja sehemu zote, lakini kwenye gradient ni rangi ambazo zinakuwa zenye mchanganyiko, hapa rangi hii, huku rangi hii. Unaweza kubonyeza kwenye plus, ukaenda kwenye kwenye hii sehemu ya ku set rangi, ku customize rangi zako ambazo unazitaka wewe. Utaona jinsi ambavyo labda mimi rangi yangu nataka ikaene hili lafu ya upande huu ije huku hii je huku enzi badilishane e, ni wewe sasa, alafu nitapiga okay. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo imekuwa rangi gradient color gradient. Ujue kucheza nazo kwa unajikuta upande huu pameng'aa sana, lakini upande huu kunaenda kunafifia. Hii inaitwa color gradient. Vile vile kuna kitu kinaitwa eleza gradient. Kwa hiyo unaweza ukafanya uka, uka, uka elezing upande mmoja mfano Upande huu huku tuufanyie leasing, kwanza nita bofia nitaenda hapa, nita bofia nitaenda kwenye kuilezi. Nitapelekea huku, nitapelekea huku na hii e, nitaweka mwisho. Kwa hiyo ya katikati inatakuwa iwe kulia lakini ya juu iwe kushoto na hiyo huku chini iwe kushoto, ndio utapata gradient ambayo ni transparency. Ukipiga okay, utaona jinsi ambavyo upande huu pameenda pame pamekuwa na rangi hiyo, lakini upande huo pameenda pana panafifia. Vile vile unaweza kazi change. Hii kwa iweka huku hii ukairudisha huku, kwa hiyo ni wewe tu ambavyo utaamua kupangilia. Mfano kama hapa, utaona jinsi ambavyo inakuwa. Kwa hiyo um, mfano labda nataka ni, niweke labda rangi huku nyeupe, nitaweka rangi nyeupe hivi, alafu nitaongezea kidogo mpaka eneo labda, ili hapa katikati. Kwa hiyo nikipiga okay, utaona jinsi ambavyo manzia huku inaenda inafifia. Kwa hiyo naweza nikaweka maneno yangu hapa, alafu kisha huku pakaenda pana panafifia na hiki kitu ndicho ambacho kimefanyika kwenye m, kwenye utengenezaji wa bango hapa. Nimelitengeneza si muda mrefu lanikaa, kwa hiyo nitakuonesha jinsi ambavyo lilivyokaa hili. Hapa jinsi lilivyokaa, nimetumia gradient, yani huku nimeweka picha kisha huku nikapiga gradient, alafu ile gradient nikaichapa ndani yake, tunaita kitu ambacho kinaitwa ni e, texture, hiki Tukiona hiki kirangi chake ni, ni texture kwa hiyo utakuwa ni mtaalamu hapo jamani na sisitiza tena matumizi ya rangi matumizi ya rangi kwenye mabango yetu yakae vizuri Tuna hapa upande huu niliweka picha ya kawaida alafu upande huu nikaweka eh, ambao tunaita ni, ni, ni, ni, ni, ni shape gradient nikaiweka tu kawaida hivi shape hii hapo nikashuka kwenye kala hapa nikabonyeza gradient nikaweka gradient hii maona jinsi ilivyokaa. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo inakaa baada ya kupiga okay, jinsi ambavyo imejikunjakunja kunja ndani. Ni kwenda kwenye text hapa, utaenda kwenye text alafu utachagua e, kitu ambacho nataka kikae nyuma. Mfano mathalan, labda mimi niweke hivi hapa, kwa hiyo nitachukua nita kwa square Tukichukua kwa square, ni kwa nini tunasema chukua kwa square? Kwa sababu usipochukua kwa square itajipanga katika mpangilio ambao ni tofauti tofauti. Wakati una import hapo, ndio ukopige kwenye kwenye square alafu na size sehemu ambayo unahitaji wewe. Ukipiga okay, utaona kuna ule wekundu wekundu umeingia nyuma, utazani mawingu fulani hivi. Ndiyo hayo mawingu mawingu ambayo yanaonekana nyuma ya ya hayo maneno, utaona kuna mawingu mawingu. Kwa hiyo jinsi ambavyo imekaa hivi ni kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Eh? Kwa hiyo ukifanya hivi ukaandika maneno yako hapa, itapendeza sana sana sana picha yako. Kwa hiyo mfano labda naweza nikatia shape nyingine hapa nikaiongeza kidogo, alafu nikaibadilisha rangi labda nikaichapa iwe ya blue au nikiweka kijani, itapendeza kijani, naona itapendeza sana. Kwa hiyo nikiweka hapo, alafu labda nikasema hapa niweke maneno yangu labda eh, fulani bin fulani fulani bini graphics labda hivi infos infos, alafu nikapiga okay, utaona jinsi ambavyo itapendeza hapa. Kwa hiyo mfano nitaenda kubadilisha rangi nikaweka labda rangi nyeupe. Baada ya kuweka rangi nyeupe, nitaenda kwenye background ya T, nikiwasha itatokea nyuma rangi kama hiyo. Kwa hiyo mimi naweza nikachagua rangi yoyote ambayo nitaitaka. Mfano natumia rangi hii, utaona jinsi ilivyokaa. Ndio jinsi ambavyo imekaa hilo neno Abu Nathir Ibrahim ndio kama hapa utaona jinsi ilivyokaa. Si lazima eti uchonge text na nili, si lazima paka uchonge shape kama hii ndio uje uweke maneno juu yake. Unaweza kutumia maneno alafu ukaweka background ile ambayo inafaa kukaa eneo hilo hapo. Kwa hiyo e, si mpaka vile eti kwamba ume ume umechonga shape alafu ndio unakuja unaweka maneno juu mpaka wanze kulinganisha na kuwa tena kazi. Kwa hiyo unaweza kaandika tu maneno yako kisha ukaja ukayapakia tu juu kama kawaida, alafu hii mistari huwa ni shapes tu ambazo tunaziweka. Utashangaa mtu mwingine ana download mfano huu um, mstari hapa, naweza nikafanya tu hivi, alafu hapa nikabadilisha tu rangi tayari nishatengeneza mstari. Unaona hichi kimstari tayari kimetengenezwa kime, kwa hiyo ni rahisi sana sana sana. Kitu kingine ambacho unatakiwa ukimaster wewe mwana graphics kwenye Pixel Lab ni kucheza na eleza color tool. Eleza color tool ni nzuri sana sana sana sana kwenye kucheza nayo. Kwa hiyo mfano kama mimi nimeamua kucheza na eleza color tool, nitaenda kwenye labda, nataka kuimporti hapa, nitaenda kwenye sehemu ya kuimporti, nitaenda labda nitatafuta kwenye Uh, sehemu hii hapa labda nataka ni import hii kitu. Sasa kwenye ku import hii kitu, nataka ikae pembeni hapa, utaona jinsi ambavyo inakaa. Lakini vile vile hata kama nitaamua niweke shape yangu nyuma nyeupe ili ilingane ule weupe, itoe athari, utaona bado kuna athari. Sasa naiiwekaje? Na, na, na hiyo nitaenda kwenye upande wa ileza tool, nitaiwasha, utaona jinsi ambavyo imefananisha huko nyuma, alhamdulillah. Kwa hiyo baada ya kuwa imefananisha nyuma, nikiweka labda sehemu hii utaona bado kuna athari pembeni za huu mstari kwamba zime tuipini hii, utaona kuna kuna hii athari ya huu mstari hapa pembeni hapa bado ina- inaleta ina ile ni nini tunaita ni, ni, tuna ni effect mbaya kwamba ah, mbona sasa hii imejikata hapa. Kwa hiyo kwa kutumia ileza tool, tumeileza background vile vile tunaenda kuileza tena nyingine hii hapa. Hapa kwenye ileza tool unatakuwa master Ukiona hii ni sehemu ya kuongeza size ya lens tool, lakini hii ni sehemu ya kuongeza ile ambayo tunaita smoothness. Smoothness ini point, pointy size yani ule mkia wa chini. Kwa hiyo ukiona huo mkia wa chini wa kushikia hii, hii, shka kiez ndio huwa hapa chini. Kwa hiyo nikiongeza nikipunguza, utaona inavyokuwa. Hapa ni size ya hilo lidude hilo la kufutia, alafu hapa ni smoothness. Kwa hiyo ukitumia hivi hii effect hii, na nikapitisha labda eneo hili nitakuwa ni nimefanya kuleza kwa smoothness tuona jinsi ambavyo itapendeza. Kwa hiyo baada ya kuwa nimesha ilezi hapa nitapiga okay, maona jinsi ambavyo imetoa effect pembeni ya ule mstari ambao ulikuwa umejichonga hapo. Kitu kingine cha kuongezea kwenye lez, kama umeamua kuiva kwenye graphics, unatuka ufahamu kwamba kuna sehemu ya kuchonga hii hapa, unaweza kaamua uselekti eneo ambalo wewe unataka libaki au lifutike wakati unafanya editing zako. Kwa hiyo mfano nikipiga okay hapa, limebaki eneo hilo tu ambalo nimeliselect mimi, au naweza nikaamua sasa kutumia draft, mfano kama hili. Mfano nikibonyeza hapo utaona nimelifuta la ndani, au nikibonyeza hapa nimefuta la nje pia. Kwa hiyo naweza nikarudisha nikaamua nifute la nje pia, kibaki cha ndani tu, mona kwa kutumia hizi alama pa juu Mfano mimi nataka nitumie hii ambayo ni ya, ni ya kuchora mimi mwenyewe kwa nitazungusha, hata kwenye Photoshop hii ipo. Kwa hiyo utazungusha sehemu hiyo, after release ya nje utapiga okay, utaona jinsi ambavyo imekaa. Kwa hiyo hii effect ya pembeni hii, kuiondoa utatumia brush tool kuongeza ile effect huko nje, utaifutafuta ili ilete ile smoothness, alafu picha utapiga okay, utaona smoothness imetokea hapo vizuri kabisa. Unaweza ukaitumia hiyo katika editing zako, kutia maneno hapo, itapendeza sana. Hiyo ni upande wa color tool vilevile. Vile kuna 3D text tool ambazo ni za muhimu sana wewe kuzifahamu. Mathalan unaweza kaandika jina langu labda Abuu Hayfaa, ukiandika Abuu Hayfaa alafu ukaenda kwenye 3D tuweke color labda yoyote alafu twende kwenye 3D. Kwenye 3D utaenda kuona jinsi ambavyo inabadilisha hii hapa, ukiwasha utaona jinsi ambavyo inachonga. Kwa hiyo unatakuwa mtaalamu sana sana sana kwenye kuweka 3D, mfano gradient hii ya 3D kule nyuma depth hii hapo, taona jinsi ilivyo oblique, ndio hiyo perspective sasa hivi tunatumia. Kuna ile auto ambayo inafanya yenyewe kwa ukiongeza ukipunguza, ukiroteti, ukirudisha ni jinsi ambavyo inafanya yenyewe. Kwa hiyo na sehemu hii ni nzuri nzuri nzuri sana kuitumia, kama tunaamua kutengeneza vitu ambavyo ni ni, ni high quality. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo inaleta effect nyingi sana sana sana sana, kama unaamua utumie, uh, 3D perspective kara. kwa hiyo wakati tunaenda kuiva tutakuja kuona namna ya kuchezea hii mpaka iwe katika mfumo huu hapa e, kama nilivyoonesha hapa, ili tu tubadilishe kidogo, tuweke ngo nzuri, labda hii hapa. Da hapa haionekani vizuri hapa, labda hapa, kwa hiyo weke eneo gani e, labda hili hapa kwa hiyo, jinsi ambavyo wewe sasa uta- utaamua kucheza napo. Mfano kwenye kala e, utaamua kuchagua nyuma rangi gani ambayo utataka ikae itapendeza kwenye kwenye teksi yako. Utaona kama mimi nimechagua rangi hii kwao ukijua jinsi ya kuchezea mpaka, e, ukatoa kitu kama hiki Um, itakuwa inapendeza sana sana sana utaalamu wa kuweza kuchezea kama huko. Kwa hiyo utatumia eneo hili, tukija kwanza kugusa tool moja moja, tutaenda kuona jinsi yes, ambavyo itapendeza vile vile. Uh, kitu kingine ambacho ni, cha kugusa ni opacity tool, ni opacity tool ni nzuri sana sana sana kwa mtu ambaye anatumia ana, ana eh, content hizi kutengeneza maudhui anatumia hii app kutengeneza maudhui, ya opacity ndio hii hapa. Kwa hiyo kwenye kwenye opacity tool unaweza kupunguza au kaongeza. Unaweza kupunguza au kaongeza neno lako juu lionekane vizuri, kwa hiyo utaona opacity jinsi ambavyo inatumika. Unaweza kutumia opacity katika eneo hili hapa la nje ambalo unaweza kaongeza au kapunguza text opacity. Yaani, ule mng'ao ule angavu wa wa wa wa, wa tool yako. Kwa hiyo yote tutaenda kuitumia vile vile. Kuna perspective and rotation, kuna hii rotation hapa, jinsi ya kurotate inafahamika, alafu kuna perspective ipo huku mwishoni hapa. Hii ukimaster na yenyewe ina faida nyingi sana sana. Kuna zoom tool ambayo iko hapa, jinsi ya kuzoom, unaweza zoom ili uone kwa karibu au unaweza ukadogosha Eh, ili uweze kuona kwa uzuri kabisa, kwa hiyo namna gani utaiona ambavyo inakaa na kupendeza. Hapa mwisho kabisa, uh, unatakiwa ufahamu namna ya kusevu na kuexport. Kwa hiyo hapa kuna namna ya ku- eh, kusevu na kuexport. Kusevu na kuexport ni neno moja ambalo uh, ina maana sawa lakini, e, nadhani sijui matumizi yake tu tofauti. Kwa export na kusave ni yale yale bwana, hamna tofauti. Hebu tazama mfano, kama hapa nafanya nini? Na save image yangu e kwenye, kwenye kwenye, simu. Kwa hiyo nitasave kwa mfumo wa atrend PNG, hata kama, ina background, nikisave hivi itakuwa na high quality, ama nikisave PNG, kama natengeneza logo iwe haina background nyuma. Kwa hiyo nitabonyeza hapo nitafuta huko nyuma, kwa hiyo nikisave uh, hii hapa nitaisave kwa mfumo wa nini? wa nini wa, wa kwa mfumo wa background ambao ni PNG. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye kusave, utaona kuna PNG ambao nitaenda kugusa na ata. Kwa hiyo ni kisave itakuwa ni jina ambalo halina background. Mpaka hapo tuonane katika tool ya kwanza ambayo ni tool gani? Ni tool ya text, text color, ili tuende tukaive katika Somo linalofuata.